Mheshimiwa mwenyekiti, umetaja jambo la maji, hasa hasa kwa visima kwenye maeneo ambayo yanahitaji visima. Ninyi mnatambua utekelezaji wa miradi unahusisha mabwawa, unahusisha miradi mikubwa kama huu tuliosema, na unahusisha visima, na bahati nzuri sana wizara ina waziri shupavu na ina katibu mkuu shupavu. Mikoa yote mmekabidhiwa magari ya kuchimba visima. Kila mkoa una gari lake la kuchimba visima. Daktari Samia Suluhu Hasani alivyoingia madarakani, aliona tusiendelee kunyang'anyana magari mawili ambayo tulikuwa nayo tangu uhuru, kwamba likiwa Tunduru ndio hilo hilo linasubiriwa Momba, likiwa Serengeti ndio hilo hilo linasubiriwa Mbozi, likiwa Misenyi ndio hilo hilo linasubiriwa Mloo. Daktari Samia Suluhu Hassan amenunua magari mapya kwa kila mkoa. Kila mkoa una gari la kuchimba visima na kila ukanda una gari la kupima wapi pana maji, tusiende kwa kubatisha, na kila ukanda una gari la kuchimba mabwawa. Niwaelekeze wakuu wa mikoa wote na maafisa tawala marasi yote mikoa yote Hakikisheni haya magari hayapaki, yanafanya kazi za kuchimba visima. Hatutaelewa kauli ya kwamba gari la kuchimba maji halina mafuta na magari ya kutembelea yana mafuta, kwamba gari la kuchimba visima lenyewe likose mafuta, magari ya kutembelea hayakosi mafuta. Wekeni kwenye bajeti. Yanapotokea kijiji kina uhitaji wa kisima namna hii, mnachukua gari liko mkoani hapo, hatunyang'anyani magari, pelekeni likachimbe. Wekeni na bajeti ya mabomba ya kuunganisha maji wananchi wapate. Upo utaratibu, mheshimiwa mkuu wa mikoa na mikoa mingine yote, upo utaratibu wa wataalamu wetu kupenda zaidi kazi za tenda kwa sababu zina pasenti Mi nimekulia humu humu ndani ya serikali najua yote michezo hii. Wataacha la kuchimba wenyewe na gari lipo mkoani, watataka watoe tenda kwa sababu ina pasenti. Chungulieni hilo, na nielekeze madiwani wote pia, ambako ndio nyinyi wawakilishi wa kwenye kata na vijiji. Magari yapo ya kuchimba visima. Kuchimba kisima haihitaji ulete mzungu sehemu zingine maji hata hayako mbali, ni milioni kumi na tano. Hata halmashauri maskini haiwezi kukosa milioni kumi na tano. Ndiyo mbona magari ya, ya kutembelea hatujawahi kuyapaki kwa sababu hamna wa mafuta. Wakuu wa mikoa wote fuatilieni. Mamea wenye vitu wa halmashauri, magari yapo, Rais alishawanunulia yako mikoani mwenu. Tukikuta gari limepata kutu, halifanyi kazi, zile idara zinazosimamia za mkoa huo watakuwa wamekosa kazi, na wao kama gari litakosa kazi FM.